Kijiji cha Shikira nchini Nigeria kina historia ya kusikitisha. Mwezi Mei mwaka 2015 zaidi ya watoto 20 walifariki kutokana na uchafuzi wa madini ya chuma yaliyoingia katika maji waliokuwa wakinywa. Mmoja wa watoto hao alitoka katika familia ya Aisha Adamu. Tulimpeleka mwanangu hospitalini tukaambiwa ameathiriwa na sumu kutokana na madini ya chuma. Kwa sasa tunachukua tahadhari kubwa tukitumai tunaweza kujikinga vyema. Serikali iliahidi kusaidia kujenga hospitali na iwape wakazi maji safi na salama, lakini nchini Nigeria ahadi kama hizo hazitimizwi na misaada pia huishia katika mifuko ya watu wachache. Hata hivyo, wakazi wa Shikira wanao watetezi walio mjini Lagos umbali wa kilomita 700 kutoka hapa. Mwanaharakati Hamza Lawal amejitolea kupambana dhidi ya ufisadi. Vuguvugu lake la fuata pesa linachunguza jinsi serikali inavyotumia fedha zake kisha linachapisha ripoti. Kwa leo anaelekea kijijini Shikira akisema anataka kujua ni nini serikali imefanya dhidi ya maji ambayo yamechafuliwa na sumu ya madini ya chuma. Can... ni vipi tutahakikisha tunaendeleza ari hiyo zaidi ya kutilia maanani tu usafi wa mazingira na kupatikana kwa huduma za afya? Amewasili Shikira. Hapa familia nyingi zinajikimu kwa kutegemea uchimbaji wa dhahabu. Vijana barobaro wanachimba mashimo ya vina virefu wakitafuta angalau kijipande cha jiwe ambacho huwa na chembechembe -chembe za madini ya dhahabu, lakini mawe hayo pia huwa na chembechembe za chuma. Mawe yanaoshwa ili kuyatenganisha na madini ya zebaki, yaani makuri. Madini ya chuma huingia ndani ya maji ambayo wanakijiji hunywa, hali ambayo huwadhuru. Lakini serikali haiwasaidii licha ya ahadi zake. Tulirekodi mahojiano kwa simu, tukazisambaza kwenye kurasa za Twitter na Facebook za maafisa wa serikali, tukiwaonyesha ushahidi na kuwataka kuwajibika. Angalau serikali imetimiza ahadi yake ya huduma ya afya. Kituo cha afya kilijengwa baada ya idadi ya waathiriwa wa madini ya chuma kuongezeka na idadi ya vifo vya watoto kuanza kupanda. Wakazi wa Shikira angalau sasa wanaweza kusaidiwa. Mtoto wangu alianza kupatwa na shida ya kupumua. Nimekuwa nikimpeleka katika kituo hiki kutibiwa mara kwa mara, na sasa hali yake imeshaimarika. Wachimbaji dhahabu wangali wanayashughulikia ya maeneo yaliyoathiriwa na sumu. Hamza anaendelea kuchunguza mchakato mzima na nafurahia kuwepo kwa kituo cha afya. Utaona watu wa familia wakija kutibiwa, hasa watoto wa chini ya miaka mitano walioathiriwa. Hilo latufurahisha, ingawa hilo huleta maendeleo kidogo kwa jamii hii ambayo ingali inakumbwa na umaskini. Serikali inasema inajitahidi kufanyia marekebisho sekta hiyo ya uchimbaji madini wa kiwango cha chini.